Msikilizaji, upo unaendelea kusikiliza Farihia? kama haujaisikiliza, ianze sasa. na sijakuzoea hivi. Je, unajua mapenzi yanarani dunia? kapate uhondo, usikose episodi hata moja. Natumaini hujambo kabisa msikilizaji wangu, mimi naomba sikio lako tu, si unajua Masabuna Simulizi na vionjovionjo, vionjo vingi vya kusisimua mwili na akili yako. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Leo nimeamua kukuletea uhondo mwingine simulizi mpya nzuri sana inayoitwa Adelina. Hii imeandikwa na mwandishi mahiri sana si mwingine Ikibara basi. Msimuliaji ni yule yule, msikilizaji, usijali kabisa sauti. Ni miundo mbinu tu tuko maboreshoni. Simulizi inaanzia ndani ya ofisi moja iliyopo ndani ya kampuni moja kubwa sana hapa mjini iitwayo Tablonis Vehicles Tools and Groups of Companies. Kijana mtanashati anaingia kwenye ofisi ambayo yupo mrembo anapiga kazi mida ya saa tatu asubuhi. Adelina, mambo, umependeza bibi. Hivi unajua kwamba wewe ni mrembo sana mm. sasa ni sijui kwa nini. Kwa hiyo mwanaume uliye naye, unaona anauona urembo wako kweli? You're so beautiful lady. Kwa nini unakubali uteseke mikononi mwa mwanaume asikujali na kukupenda? Please please. Joakim, ndo salamu yako hiyo leo? Unajuaje kama hanipendi? Niache kabisa na mpenzi wangu, kama usiniambie maneno hayo tena, hujui nampenda nini. Joakim alihuzunika sana kwa majibu hayo ambayo mara kwa mara Adelina alikuwa akimkanya kwa ukali kuingilia mahusiano yake na mpenzi wake Hakimu. Joakem aliamua kunyamaza kimya. Alimwangalia Adelina kwa huzuni na kujisemea moyoni, utamwacha tu wa mwanaume. Hipo siku Joakem na Adelina walijikuta wanafanya kazi kampuni moja. Hii hutokea msikilizaji, baadhi ya makampuni makubwa hufuatilia taarifa sahihi kwenye baadhi ya shule na vyuo ambavyo vina sifa nzuri kielimu ili kupata nguvu kazi bora. Adelina na Joakim kila mmoja aliajiriwa kwa wakati wake katika kampuni hiyo. Bila kutarajia, walijikuta wako kampuni moja, ingawa vitengo tofauti. Joakim ni branch accountant na Adelina ni branch marketing manager. Wawili hawa walisoma pamoja sekondari moja miaka mingi iliyopita. Walianza kuzoeana mwaka wa mwisho wa kumaliza kidato cha nne, Walijikuta wamepangwa kusoma group moja darasani. Joakim alikuwa mzuri sana kwenye somo la hisabati, somo ambalo linasumbua wanafunzi wengi shuleni. Walisoma pamoja mpaka mwisho wa mitihani yao ya kumaliza kidato cha nne. Joakim alivutiwa na mwonekano pamoja na tabia ya Adelina, kwani alikuwa ni msichana mpole na anajiheshimu pamoja na urembo wake. Adelina ni mzaliwa wa Kyela mkoa wa Mbeya. Ni mtoto wa mwisho wa wazazi wake. Alitokea kwenye familia yenye kipato cha kati, mapambano ya wazazi wake ndio yalimfikisha hapo alipo. Wazazi wake Adelina, mzee babu na bibi Tusa, ni wazazi waliokuwa wamejipanga vyema kulea watoto wao. Wanandoa hawa walikutana utotoni kabisa huko Mbeya, wilaya ya Kiela. Tusa alikuwa ni msichana mrembo sana pale kijijini kwao, Jikimba, kijiji kilichokuwa kimechangamka kidogo. Wazazi waliokuwa wengi katika kijiji hicho walikuwa na mwamko wa kupeleka watoto wao shuleni. Babu jina lake halisi ni Edson Mwaisole. Aliitwa babu kwa sababu tokea akiwa mtoto alikuwa akiwa kwenye makundi ya watoto wenziwe, yeye ndo alikuwa msemaji mkuu. Babu alikuwa ana tabia zile za kawaida kabisa za kibinadamu. Mfano, anaweza kuona watoto wenzake wanacheza michezo ya hatari. Ye, hanyamazi, lazima atasema nyie mtaumizana nyie. Na jambo la kuumia likitokea, basi wenzake husema, e, babu alisema. Tusa na Edison elimu ya msingi walisoma shule moja hapo kijijini kwao Ikimba, Ikimba shule ya msingi. Walipomaliza darasa la saba, wakati wanasubiri matokeo, siku moja majira ya jioni sana, kiza likiwa limeanza kutanda, Tusa na Edison walikutana barabarani. Edison alimuuliza tusa unaenda wapi dada mbona kiza saa hizi huoni hatari kutembea muda huu he babu umeanza na utabiri wako mbaya lakini hata mi naogopa nisindikize basi mama naye bwana kila siku ananiasa nijilinda alafu yeye anakuwa wa kwanza kunituma usiku babu alimwambia tusa basi twende unaenda wapi naenda pale kwa mwaya kunua maziwa ya mgando Ehe, tena kwa muhaya shetani ule wa mguu mmoja mm, acha basi kunitisha bwana. Babu na wewe, sikutishi, namaanisha, akikuona wewe msichana mrembo hata basi. Twende. Walinunua maziwa kisha walianza kurejea. Njiani walianza kusimuliana kuhusu mtihani wao wa mwisho ulivyokuwa. Unajua Tusa, wewe nakuona utafika mbali sana, siku moja, alisema babu. Mimi sina uhakika datusa kama nitafika da mbali kimasomo. Nimezidi sana kuongeaongea utadhani mganga wa kienyeji sijui kama nitafaulu. Akutuli ile fijo Tusa, yaani Mungu akutangulie Tusa. Msikilizaji, mpe tano mwandishi, sio Kiingereza tu, hata lugha zetu zinapendeza kusikiliza. Wazazi wake Edison au babu walikuwa ni aina ya wazazi ambao hawajali kuhusu elimu waliendesha maisha yao kizamani kabisa. Wao ilikuwa ikifika jioni, ni Edison kasigalile imbene ugwe upilile. Wanyakiusa bwana, wanaipenda sana lugha yao. Yaani ilikuwa ikifika jioni, wazazi wa Edison kazi yao kumkumbusha kufungia mifugo. Habari ya shule wao hawana habari. Basi babu alimfikisha Tusa nyumbani kwao. Haya, dada Tusa, siku nyingine. Huo ndio ulikuwa mwisho wa kuonana wawili hao. Matokeo ya darasa la saba yalipotoka, kama ulivyokuwa utabiri wa babu, yeye hakufaulu, aliishia mtaani. Tusa alifaulu, alichaguliwa shule ya sekondari ya bweni Mbeya mjini. Edison yeye babu alianza kupambana na maisha katika umri mdogo sana, mara kuponda kokoto, mara kusukuma mkokoteni, mara kulima vibarua Miaka mitatu ilipita. Tusa wakati huo yuko kidato cha tatu. Edison au Babu yeye alipata kibarua kwa bwana mmoja aliyeitwa Mwarabu. Bwana Mwarabu alikuwa mwema sana kwa vibarua wake, hasa wale walio wachapakazi na waaminifu kwenye mashamba yake makubwa ya mpunga. Babu uko jua wewe, jina Babu maana yake, maana yake wewe iko na busara sana naipa ofa, nenda kasomee dereva wewe. Sawa, asante sana bosi. Mimi nataka wewe iwe nchaji wa hapa shambani, wewe anatakiwa kujua kuendesha trekta, kilimo cha kisasa. Babu alipelekwa kozi pamoja na wenzake vijana kadhaa. Kama kawaida, babu ndio alikuwa wa kwanza kufuzu, alipambana na kupata leseni. Kipato chake kilianza kukua hapa kwenye shamba la bwana Mwarabu, maana alimwamini sana, aliamua kumlipa mshahara kila mwezi, ndipo kazi yake hii akaifanya ndo ajira ya kudumu. Tusa yeye aliendelea na masomo mpaka akamaliza sekondari. Kama ujuavyo, kuna wazazi wengi hasa wa vijijini hawafuatilii watoto, hasa wakiwa wanafunzi wa bweni. Tusa alikutana na mafunzo mazuri na mabaya. Kwa kuwa alikuwa ni mrembo, wasichana wenzake wale waliokulia kwenye mazingira ya mjini walimshawishi kuingia kwenye mahusiano na wanaume mbalimbali. Alikataa sana, lakini ilifika wakati ushawishi ukawa mkubwa, kanaswa na mwanaume mume wa mtu, akawa ndio mwanaume wake wa kwanza. Bahati mbaya ilikuwa ndio kipindi cha kumaliza kidato cha nne. Bila kujua, yule ni mume wa mtu, alijiingiza kwenye mapenzi mzima mzima, hata masomo yalianza kumshinda darasani kila mara alikuwa akizifikiria ahadi nyingi alizopewa na mwanaume yule. Siku ya siku aligundua kwamba mwanaume yule ni mume wa mtu, ana familia na watoto watatu. Tusa alichanganyikiwa, hakuna aliyemfariji. Waliomshawishi walimcheka kichini chini. Tusa alishindwa kusoma, alikuwa akiugulia maumivu ya mapenzi. Mitihani ilifika, bahati ilikuwa kwake tena, alifanya vibaya. Alirejea nyumbani kichwa chini, alikonda sana, nikaa tu ndani aliwaambia wazazi wake kwamba alikuwa anaua shuleni. Majibu alipotoka, kama alivyohisi ndivyo ilivyokuwa. Basi alikuwa ni mtu wa kupika na kupakua nyumbani kwao. Baada ya mwaka huo kuisha, ilikuwa ni mwisho wa mwaka, watu walikuwa wanaenda kwenye minada mbalimbali kutafuta mahitaji ya siku ya Christmas na mwaka mpya. Edison, yani babu, maisha yake alikuwa amebadilika kabisa, tayari alikuwa kajijengea nyumba yake ya chumba kimoja na sibule kwenye kiwanja alichopewa na tajiri yake. Pia alikuwa amenunua bajaji iliyotumika ambayo alikuwa anafanya biashara kwenye senta ya mji na kijijini kwao, wakati ambao kazi za shamba zimesimama. Siku hii alikuwa ametega bajaji yake kwenye mnada mmoja mkubwa sana pale kwenye senta ya mji. Alimuona Tusa. Hmm. Huyu sio Tusa kweli. Mwanzo ni kama alimfananisha, aliamua kumuita. Tusa, Tusa. Tusa aligeuka, alimtambua Edison. Hey, babu mambo? Hey, msomi Tusa, umemaliza shule? Vipi za masiku mrembo, ukaondoka mzima mzima, hata likizo tu sikukuona. Kwani ulitaka kuniona? Basi umeniona. Nimefurahi sana kukuona. Ingia huko kwenye bajaji tuongee, jua kali Haya jamani, unamiliki bajaji sasa, hongera. Alafu umekuwa mkubwa babu, umeshaoa hata? Wewe umekuwa mkubwa, nataka nikuoe, au una mchumba? Hmm, hata sina mchumba. Ah, hata bwana tu huna? Hapa tu saliona akiongea uongo atajipiga kitu kizito mwenyewe, maana vivuruge washafanya yao nilikuwa naye, ameniacha. Basi mimi ndo mumeo, Tusa, unasemaje? niende kwenu. Jamani, hii ndio maana watu husemaga kwamba ndoa hupangwa na Mungu. Mwanaume muoaji au mwanamke muolewaji, wakati wake ukifika, hakuna kona, kona. Hatimaye wazazi wa Adela walifunga ndoa. Edison na Tusa walizaa watoto mfululizo, Pita wa kwanza wa pili, mume wangu mbona tunafuliza madume tu? nataka wakike mie. Nilijua tu utasema haya. Pambania. Mungu bariki. Ujauzito uliofuata ndio alipatikana Adela, msichana mrembo kupitiliza. Edison au mzee babu, jina lilianza kubadilika kwani sasa Edison ni mtu mzima na ana familia. Mzee babu na mkeo walikuwa na mwamko sana wa kusomesha watoto wao. Sasa mke wangu wewe, pambana na malezi bora kwa watoto wetu, kutafuta pesa niachie mimi. Sawa mke wangu? Ah, baba Pita nifungulie basi hata kiduka hapa nyumbani, hata pesa ya chumvi nikuombe kuombe. Mie msomi unajua. Fomfo yangu ife kabisa. Ah, mke wangu bwana. Haya, usijali, ngoja bwana Mwarabu akinilipa, safari natimiza ombi lako. Wakati huo walikuwa wameshahamia kwenye nyumba yao mpya ya vyumba vinne. Choo bafu na jiko la nje. Walisogea kidogo kwenye senta ya mji ili watoto wao wapate ukaribu wa kwenda shule na kurudi. Haya msikilizaji, sehemu ya kwanza ya Adelina inaishia hapa kwa leo, na umata wat wazazi walipokutana. Adelina ametoka kwenye familia bora kabisa kimalezi. Usipitwe sehemu ijayo, utakuwa sehemu ya pili upate kujua nini kiliendelea kwenye maisha ya Adelina Edson Babu. Usikose msikilizaji. Maliza kwa kubonyeza kengele. Bye.